Eh, hey, kwa hiyo mimi nitataka tu wanisaidie wani hey, wanisaidie wananchi, huyu jamaa ameishi ma, na mkewe bubu na anataka kurudia naye na mke hataki na mke wake ndio mwenye nyota, je ji mwamsaidiaje? Swali hilo ni la mke wangu, maana nahitaji. Eh, hilo hey, swali naomba lizingatie sana, mimi nimeishi na mke wangu bubu. Na nilikuwa na kuku wengi, nilikuwa na mbuzi nane na ng'ombe sita, lakini baada ya kuachana na mke wangu ule, mimi sasa nimebaki na ng'ombe hawa, wengine wanakufa wenyewe, wengine wanapotea. Kuku, nimebaki na kuku wanne banda zima kuku sitini na wote wa Mungu wame wengine wamekufa, wengine wamepotea, wengine kuliwa na. Yani unaweza kushangaa kwa nini kule ndani banda la kuku wamekufa, jogo na... mzima ambaye naweza kupata shilingi 30 40 amekufa.

Eh, ama kuku viwanja navyo pia hapo naweza ngasema kiwanja changu hichi nakiuza kupitia kwenu. Eh, kumpata mkeo. Eh, nitape, yani nikirudiana naye tu Mungu yani nitashukuru sana, eh, nitashukuru sana. Kwa hiyo hilo lizingatiwe sana, niko vizuri, au tukaongee naye aweza akaanza mtiti, hawezi fanya mtiti kwa, kwa, ah, lakini kwa kumpata sahihi sa, sa, sa, eh ni mtu ameshemeshe nafkiri eh, nitakuja tena orooro eh, kulifatilia swala mpaka ndugu yangu MC hapa na mkewe mambo yakae sawa. Anaweza akakonyesha ishara ya kujitia kambaj, eh, eh, narudi, ah, narudi nyuma Samahani mwacha akismaili ismaili so, lakini wali sana sana, ukimletea vurugu yanakonyesha ishara kwamba unaiona mimi inajinyonga. E, inabidi sasa na wewe urudi nyuma, ujaribu mfumo wa kumbembeleza au mfumo wa kibinadamu, basi yaishe.